Yes, bana, stori kubwa leo bwana, kwenye upande wa burudani zaidi ambayo iliweza kukamata ama kumeka headline katika mitandao yote ya kijamii nchi nzima ya Tanzania na kuweza kudopisha headline zote ni hii ya mtu mzima kuitwa Level b Baba Levo kuweza kumpa zawadi nyingine ya gari la kifahari mke wake, hapa namzungumzia mamake na Ruby e bana, watoto wa mjini wanakwambia, jiji zima kimya, macho yote ni kule kwa Baba Levo. Okay, karibu sana kwenye channel yako pendwa kabisa Mseto Media. Hapa basi uko sehemu sahihi kabisa kuweza kupata habari lakini pia stori zote za kweli na uhakika pale tu basi zinapotokea. Kikubwa unachopaswa kufanya right now ni kuweza kuhakikisha umeweza kubonyeza maneno yale yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele. Na kwa kufanya hivyo basi habari na taarifa zetu zote zitakuwa zinakujia moja kwa moja e, kwenye simu yako ama kompyuta yako. Mimi ni mtu wako wa nguvu kabisa, mtu wa thamani kabisa wananiita Queen of the Mic Ray Kavishe. Mwaka 2026 bana ni kama vile umeanza vizuri. Hivi kwa mtu mzima kuitwa Baba Levo, mheshimiwa huyu bana. E, kwanza ameanza kuwa mbunge wa Kigoma mjini, lakini pia e, mambo yake mengine yanaonekana kuweza kumwendea poa kabisa na E, kwa kawaida basi tuliweza pia kuzoea watu wanapopeanaga e, basi zawadi za magari ni watu wenye pesa mengi na uchumi mkubwa kama kina Mondi, Zari na wengineo. Lakini sasa mtu mzima kuitwa Baba Levo ameweza kuprove wrong na kuonyesha kuwa hata watu wenye maisha kawaida wanaweza basi kupeana zawadi ya mandinga ya vikali, lakini pia hapa ndipo ile basi kauli ya kwamba ubunge unalipa inapoanza basi kuweza kuonekana. Kwenye story kamili sasa ni kwamba msanii lakini pia mbunge Baba Levo ameanza pia kukamata headline za uh, mitandao ya kijamii Januari hii hapa baada ya kuweza kumpa mke wake Mama Ruby zawadi nyingine ya gari kali kabisa la kifahari. Kumbuke kwamba kule nyuma Baba Levo aliwahi kumpa mke wake zawadi ya simu na vitu vingine ambapo ilikuwa ni simu ya viwango. Eh, na sasa Januari hii hapa 15 2026 20, ametingisha uh, tena mitandao kwa kuweza kumzawadia mke wake huyo gari la kifahari na Range Rover vela linga hii bana e, ya a, a, ya luxury ikiwa mpya kabisa, anaweza basi kuinyekua ama unaweza kuinyekua kati ya milioni za kitanzania zisizopungua 150 mpaka 270, inategemea ni mwaka wa gari na soko husika. Taarifa zinasema bana, Baba Levo alifikisha zawadi hiyo ya gari nje ya geti na kisha e, kuingia ndani na kuweza kumwambia mke wake na watoto wake watoke nje ya geti pamoja na kuweza kupokea vitu vya kawaida vya nyumbani. Na walipotoka huku, mke wake akiwa amevaa dela tu la kawaida, ndipo ndipo basi alipokutana na bonge moja la ndinga hiyo, na Baba Levo akamtamkia akamta mwenyewe kwamba nimekununulia range, mke wangu, kwani kwenye ubunge wangu ulinipambania sana e, bana kitu hiki hapo basi kimeweza kuweza kuwagusa watu wengi sana, wakiweza kumpa Baba Levo big up, kwani ameonyesha kuweza upendo wa kuweza kumpa thamani mwanamke aliyekuwa naye kutokea akiwa hana hata baiskeli, kwani e, wapo basi wanaume wengi wanakuaga e, na wewe lakini, wakipata mafanikio wanakuacha na kuweza e, kufata uslay queen. Sisi tunatoa hongera nyingi mingi sana kwa mtu mzima kuitwa BKB Baba Levo e, kwa kuweza basi kumpa mke wake zawadi ama kumzawadia gari kali ndinga kali kama hiyo hapo, Range Rover. Lakini na nawe mtazamaji wangu unaweza kucochea lolote hapa kwenye comment section kuhusiana eh, na surprise hii hapa au basi pia kumpa bonge moja la kongole ama hongera mbunge wa Kigoma mjini Baba Levo. Na nikwambie tu mtu wangu wa nguvu ambao unasikiliza right now Usimkatie mtu ama usimkatie mwenzako tamaa, kwani mazuri yajayo. Akikwambia tunasikilizia mchongo, endelea kuvumilia ama nini, wanangu. Hii ni chaneli yako pendwa kabisa ya Mseto Media. Once again kwenye MIC, kwenye mic ni queen eh, of the mic, Rekavishe nilikuwa nimesimama hapo, nikutakia wakati mwingine. Bye bye, eh, asante sana sana kwa kifupi, umepambana na yuna stahili kupata